Bali ndugu zangu katika imani, na wasalimu kwa jina la mwenyezi Mungu, mbele yenu hapa tunauona ni mti aina ya msana. Kama unavyouona huu, ndio mti wa msana. Wengi tunaufahamu mti huu, wengi huwa tunautumia au ulikuwa unatumiwa toka enzi za mababu zetu katika swala zima la kupigia miswaki. Tunachukua mswaki, unatumia kuswaki meno yetu, mkubwa sana wa kuua bakteria kwenye meno. Ukifanya zoezi hilo la kuona, unatumia mswaki huu kwenye meno mara nyingi, meno hayawezi kukusumbua. Kitu kingine naomba nizungumzie katika mti huu, ukichimba mizizi yake, kama unatusumbuliwa na tumbo ambalo tumbo lenyewe linauma kwa kunyonga, mti huu ni mzuri sana. Au unahisi pengine umeenda na minyoo tumia mzizi wa mti huu kwa kuchemsha na unywe kwa muda wa siku tatu. Kwa siku ni mara moja tu, ambayo ni jioni. Chemsha robo kikombe, kunywa kwa siku tatu, inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu utakuwa salama. Mti huu unaitwa Msana, kama unavyouona mti huu unaitwa Msana. Msana huo, ni Chifu Hamisi